Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Acha tuweze kuomba kwa ajili ya kuweza kuanza kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu jina lako litukuzwe na kuinuliwa, kama unastahili. Asante Kristo, kwa, kwa ajili ya kipindi hiki tunapoanza anza, anza pamoja nasi msikilizaji. Baba, kamsaidie naye apate ufahamu wa kuelewa na kuweza baba kuifikia mbingu yako, tushushe sote, ujipandishe mapenzi yake yatendeke kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini, Amen. Basi ndugu wapendwa, karibuni zaidi katika kipindi hiki cha asubuhi ya leo. Na ningeomba kila mmoja aweze kuwa makini kwa ajili ya kuweza kupata fundisho hili la kipekee leo. Ningependa tuweze kumzungumzia jambo moja ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu ambayo tunaishi hapa. Basi tutakuwa na mwongozo wa kitabu ambacho kitaweza kutuongoza ili kwamba katika yote jina la Yesu liweze kupata sifa kichwa cha leo kitaweza kusema kwamba uchaguzi wako ni picha ya baadaye. Hivyo tunazungumzia, je, uchaguzi wako unakuaje picha ya baadaye? Maana kuna machaguzi mengi, lakini leo tunataka tuangalie jinsi ya kumchagua Yesu Kristo. Utakuwa na faida gani katika maisha yetu unapomchagua Yesu Kristo basi kitabu ambacho tutaweza kianza nacho ni kitabu cha Isaya hamsini na tano ayake, ya sita na mpaka ya saba ambayo nitayasema tu kwa kifupi. Ukiwa na Biblia yako wewe utayasoma sema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hivyo basi ni juhudi letu ama ni jukumu letu ya kwamba tuweze kumtafuta Bwana kwa maana bado anapatikana Haijalishi uko katika hali gani, haijalishi unapitia nini, lakini bado maandiko yanasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Pia tukisoma katika kitabu cha Waebrania kumi na mbili ishirini na tisa inasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo tunapomtafuta Bwana japo tuko katika majaribu, lakini tukumbuke ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao basi huyu Bwana ambaye tunafaa kumtafuta huyu Mungu ambaye ni moto ulao. Na kwa sababu nimeweka kichwa ya kwamba kuna faida gani ya kuweza kumfuata Kristo, Kristo ni kielekezo ama ni kielelezo ambacho tunafaa kumfuata yeye, kama alivyosema katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, uh-uh, samani Yohana mtakatifu Yohana Injili sura ya kwanza aya yake ni ile ya kumi na mbili. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo sisi tunapomwamini Yesu Kristo, sisi tuliompokea Kristo anatupa kielelezo, anakuambia, anatuambia kwamba sisi tuliomkubali aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake basi alitupa sisi uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa njia gani? Kwa sababu tunamfata yeye. yeah, yeah. Ndio maana tukisoma Yohana Yohana sura ya kumi na nne Yohana sura ya kumi na nne Yohana ile sura ya kumi na nne sura aya yake ni ya Kenya, sita, inasema maneno haya kwamba Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo Yesu ni kielelezo. Yesu ndiye njia ambayo sisi tunafaa kumfuata ili tuweze kufika kwa Mungu, ni sharti tupitie kwa nani? Kwa Yesu, wala siyo kuzunguka zunguka kona kona. Basi ni lazima tupitie kwa Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye njia kwetu sisi kama Wakristo. Basi yeyote ambaye anataka kumfuata Yesu ajue kwamba kuna faida ya kuweza kupata uzima wa milele kwa sababu ameahidi ya kwamba yeye mwenyewe ndiye njia kweli na uzima. Kwa sababu amesema yeye mwenyewe kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima. Je, tunapoenda huko kwake? Eh? Tunakuwa na changamoto mara zingine, kama yeye ametuambia ni njia, lakini bado tunakuwa na changamoto, tunakuwa na maumivu, tunakuwa mpaka tunashindwa. Huyu Yesu aliyesema kweli, yeye ni kweli na uzima, tena yeye ndiye uzima, tunafaa tupate uzima. Mbona mara zingine tunapitia changamoto? Lakini kuna kitu kimoja ambacho sisi kama Wakristo huwa tunakisahau, tukisoma katika sura ya kumi na tano kitabu cha Yohana sura ya kumi na tano yake ni ile kuanzia kumi na tano nkumi na nne kwanzia kumi nane nasema, nasema: ninyi mumekuwa rafiki zangu mkitenda ni wamuruyo. Siwa siwaiti tena watumwa kwa maana mtumwa hajui hajui atendalo atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki rafiki kwa kuwa iye yote yasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Kwa hiyo sisi tunafaa kuwa yale ambayo Yesu ameyapata kwa baba yake, anasema ya kwamba ametuarifu sisi, na kwa kuwa ametuarifu sisi, sisi sasa tumekuwa rafiki zake ama ndugu zake, na kwa kuwa sasa tumekuwa rafiki zake na ndugu zake, anatuambia maneno haya. Tukirudi hapo juu, sura ya kumi na tano Yohana ni ya 6 mpaka ya saba, anasema: mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mukikaa ndani yangu... Sasa hapa ndipo kwenye hoja ya ya saba, anasema: ninyi mukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa hivyo ili kwamba tusiwe na mashaka, ili kwamba tusiende huku wala kule, ni sharti maneno ya Yesu yakae ndani yetu. Na akisha kukaa ndani yetu, anatuambia ya kwamba ombeni mtakalo lolote nanyi mutatendewa. Kwa hiyo tuna raha na tunajivunia jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu ni jina lenye nguvu. Na tunapomtafuta Yesu kwa bidii, tunapoyakiri maneno yake hakuna chochote ambacho tutaweza kupungukiwa. Huenda labda mwenzangu unapitia hali isiyo ya kawaida, labda unaona vitu ambavyo vimeenda kimakosa, huvielewi, lakini Mungu anasema ukae ndani yake, umtukuze yeye, ukae ndani yake, maneno yake yakae ndani yako, na unapomuita katika jina la Yesu Kristo Mungu atakusamehe, Mungu atakusikia kwa sababu unakaa ndani yake, sharti maneno yake yakae ndani yako. Ha, tutazungumzia mengi zaidi, lakini kwa leo nilikuwa na tamani sana tuweze kufahamu faida ya kumfata Yesu Kristo ambayo tumepata ya kwamba tunapomfata Yesu Kristo, faida ya kwanza hatunatoa wasiwasi na kwa sababu tunatoa wasiwasi pia ameahidi ya kwamba atatupa uzima, lakini kwa sharti moja, ikiwa tumeyaamini maneno yake. Hivyo basi ni jukumu letu ya maneno ya Yesu yakae ndani yetu, ili tuweze kurithi ama kupata yale ambayo ameahidi. Hivyo ninashukuru kwa sababu tukifanya uchaguzi huu ambao tumesema uchaguzi wako ni picha ya baadaye Unapoangalia uchaguzi huu wa kumchagua Yesu Kristo, basi naweza kuwa picha nzuri baadaye. Kile ambacho unakihitaji unapokichagua katika jina la Yesu na maneno ya Yesu yanapokaa ndani yako, utaweza kukifaidi. Tutazungumzia masomo mengi, lakini kwa leo ingeomba tumalizie hapa, na Mungu aliye mbinguni akubariki. Ingeomba tuweze kuamini, tupate ombi kwa ajili ya sumaili. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Umenena nasi na umetuzungumzia maneno yako ya faraja, ya kwamba ili tuweze kuwa na picha nzuri, basi niweze kuchagua wewe na uweze kutufundisha basi. Tumeamua, na zidi kuwa pamoja nasi na msikilizaji, zidi kumvuvia na Roho Mtakatifu, ili kwamba akapate kuelewa na kuyafahamu zaidi na zaidi na mengi zaidi, azidi kuwa pamoja nasi na kutuonekania ili kwamba Mungu, tuendelee kulisifu na kulicha jina lako. Mapenzi yako atendeke, utakavyo kwa jina lako Yesu, tumeomba tukiamini. Amen. Basi asante mtazamaji wangu na wakutazama na msikilizaji, ningeomba jambo moja tu, uweze kusubscribe hapo chini uweze kulike na kukoment, ili kwamba tuzidi kuendelea kupata mafundisho mengi mengi mengi zaidi na imani. Kuna mambo mazuri amewaandalia Ha, ili tuendelee kusaidiana, basi subscribe na kulike na kukomenti, ukiwa na swali, ukiwa na hoja, ili kwamba tuendelee kujifunza zaidi. Jina la Bwana libarikiwa.